La constitution est suspendue. The Sahel region has been a hotbed for violent extremist activities. Military rulers tend to be very heavy-handed. Yes, it is a coup belt, but it's been a coup belt since independence. Sahel imekumbwa na misukosuko ya kisiasa, kimazingira na kiusalama kwa miongo kadhaa na kuna vifo vingi zaidi vinavyohesabiwa kuwa vinahusiana na ugaidi kuliko sehemu nyingine yoyote duniani. Ni nini kinachofanya eneo hili kuwa lisilo na utulivu na kuwa mojawapo ya maeneo hatari zaidi kuishi? na je, Urusi, China na Ufaransa wanahusika vipi? Sahel iliyo kusini mwa jangwa kubwa zaidi duniani inatokea magharibi mwa bahari ya Atlantic

Eneo hili lina vijana wengi na kiwango kikubwa cha kuzaliana duniani. Theluthi mbili ya idadi ya watu wana umri wa chini ya miaka 25. Pia kumeathirika vibaya na mabadiliko ya tabia nchi. Jamii nyingi za makabila tofauti huita Sahel kuwa nyumbani, na mvutano kati ya makundi haya unazidi kuongezeka kutokana na ukosefu wa rasilimali. Haya yote yameifanya kanda hii kuwa chungu cha mambo makuu matatu: utawala mbovu, makundi yenye itikadi kali na ushawishi wa kigeni, tangu ipate uhuru katikati ya karne ya 20 mabadilishano ya kweli ya kidemokrasia katika Sahel yamekuwa mara nyingi ni magumu kupatikana. Real democracy has never been experienced by the population at large. Kila nchi katika Sahel isipokuwa Senegal imewahi kushuhudia mapinduzi ya kijeshi au jaribio la mapinduzi katika karne ya 21 Armies in these countries tend to be very heavily politicized as a result of their own colonial histories and their political involvement. During periods of instability, they tend to be predisposed towards intervening politically. Serikali zinazoendeshwa kijeshi zimeonekana katika nchi nyingi za Sahel kwa wakati mmoja. Serikali hizi za kijeshi zinapata msaada kutoka kwa umma. What is very important is that people have been The uh, wananchi wa Mali walikuwa wakimpinga Rais Ibrahim Bobakar Keita kwa miezi kadhaa kabla ya mapinduzi ya mwaka 2021 wakimtaka ajiuzulu kutokana na malalamiko ya rushwa, usimamizi mbovu wa janga la covid-19 na kushindwa kwa serikali kukabiliana na waasi wa Kiislamu. Mwaka uliofuata rais wa Niger mwenye msimamo wa upande wa Magharibi, Mohamed Bazoum aliondolewa madarakani kupitia mapinduzi ya kijeshi katika hali ya chuki dhidi ya Ufaransa na mtazamo mwingine wa kushindwa kwa mara nyingine kupambana na makundi ya waasi katika eneo hilo. It is very important to look at the reason why militarism is so widespread in the region. The military have also been very powerful very often under

Africa has tragically remained the epicenter of global terrorism. Mwaka 2024 kulikuwa na vifo zaidi vilivyohusiana na ugaidi katika eneo hilo kuliko kwingine kokote duniani. There are two main groups that are operating in the Sahel. One of them is Al-Qaeda's Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin.

kama vile utekaji wa wasichana 276 katika shule nchini Nigeria mwaka 2014, wengi wao ambao hawakurudi nyumbani hadi miaka kumi baadaye. Vifo vya mizozo katika Sahel vimefikia kiwango cha juu zaidi mwaka 2024, vikipita 2025, kwa majunta waliahidi kupambana na uasi na jihad. JNIM na IS kwa kweli waliongezeka mara mbili idadi ya eneo ambalo walidhibiti nchi ya Mali. Katika maeneo haya, makundi ya jihad yanaendesha utawala kama wa serikali yakitoa huduma na hata kutekeleza kanuni zao za uhalifu kama vile utekaji nyara kwa njia ya fidia na kutoza ushuru kwa ajili ya ulinzi. You can see...

these are communities that are very vulnerable they are caught between a wave of militant attacks and sometimes allegations of government abuses for being seen as cooperating with militants lakini si kila mtu anayetaka kujiunga na waasi mashirika ya kujihami yameibuka katika maeneo ya sahel yakiwa yameungwa mkono na serikali What is is very interesting uh, as regards self-defense groups that they have been set up by The Kwa wananchi wengi kuchukua silaha ilijulikana kama mapigano ya mara kwa mara kati ya jamii na jamii, lakini sasa imegeuka kuwa mgogoro wa kikatili na kutoa nafasi zaidi kwa JNIM pamoja na IS. Lakini vikundi vya waasi si pekee walio na maslahi katika Sahel. You have lots of foreign influences in the Sahel. And all of them has been changing uh, in the recent years. Kama ilivyo kwa maeneo mengi ya Afrika, nchi nyingi za Sahel zilikuwa makoloni ya nguvu za Magharibi hasa Ufaransa. The central government, unable to cope with rebellion in such a vast and undeveloped territory, has had to turn to France for help. Katikati ya karne ya ishirini walipata uhuru lakini Ufaransa iliendelea kuwa na mkono mzito katika kanda hiyo.

objectives. um, hii imehusisha chanzo cha maandamano dhidi ya serikali ambazo zilionekana kuwa karibu na Ufaransa. When it was becoming glaring that French presence in in the the the region wasn't necessarily solving the problem, uh, the junta stepped in and amplified the narrative that said, "Hey, it's time to leave." Nchi nyingine za magharibi na mashirika pia yamepunguza uwepo wao katika Sahel. Minusma, ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini Mali ulikuwa mojawapo ya misheni hatari lakini kuondoka kwake kumeleta ombwe kwa mataifa mengine kuingia. Propaganda ya Urusi katika Sahel imejikita katika kushutumu kushindwa kwa mataifa ya magharibi katika vita dhidi ya ugaidi. Kikundi cha kijeshi cha Wagner ambacho kilijulikana kama Africa Corps baada ya kifo cha kiongozi wake pia kimeendelea kuwepo katika kanda hiyo. The Wagner Group had come in as a private security firm that would support the Sahelian governments to be able to take control of their counter-insurgency operations. There was a long time where Russia was denying the links between them. their work is to train and to support the local armies to be able to

Urusi inaonekana kuwa na maslahi katika Sahel kwa sababu inadhibiti njia za uhamiaji kutoka kusini mwa jangwa la Sahara Afrika kwenda Ulaya ikiwawezesha kuweka shinikizo nchi za Ulaya. Madini pia yana nafasi muhimu. Nijar ni mzalishaji mkubwa wa madini ya Uran, anayeshika nafasi ya saba duniani, jambo linalofanya kuwa chanzo muhimu cha madini hayo kwa nchi kama China ambayo zinataka kupanua vinu vyao vya nyuklia, lakini uran si rasilimali pekee ya asili yenye thamani katika Sahel. Uchimbaji wa dhahabu mara nyingi hauko chini ya udhibiti. China pia inawekeza na kujihusisha katika Sahel kwa ajili ya rasilimali hizi za madini tajiri, inazozihitaji kwa ajili ya teknolojia na maendeleo mengine ya viwanda to Mpango wa China wa Belt and Roads, mradi mkubwa wa miundombinu duniani, umegusa kila nchi katika Sahel, katika juhudi za taifa hilo kubwa kuongeza ushawishi wake duniani. Sahel na rasilimali zake zote za asili

People will still continue to be at the center of insurgencies in the coming years, is likely to continue being a mainstay. Pamoja na kuongezeka kwa itikadi kali, kutokuwa na utulivu na umasikini. Je, Saheli ni mahali hatari zaidi duniani? <tune>